Huyu ni Chekeni Athuman, binti ambaye hakukubali changamoto ya ulemavu kuzima ndoto yake ya kupata elimu. Katika taarifa ambayo iliripotiwa na Azam News Mei 26 mwaka huu, Chekeni alieleza kukabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ada na fedha ya kujikimu ambayo ingesaidia kurahisisha maisha yake ya kila siku. Kwa mahojiano ya kwanza ya media Azam. Kwa mafanikio niliyopata, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Katika changamoto ambazo nilizozungumzia pale mara ya kwanza, zingine zimeanza kutatuka, kwa mfano kama vile ada, laptop pia nimepata, lakini kuna wengine wamesema wataniletea ile zaidi yenye uwezo zaidi. Kushinda ile. Ehe, kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na changamoto zingine zinaendelea kutatuka mdogo mdogo. Mwenyezi Mungu atajalia swala la chakula na mahitaji mengine kwa sasa hivi, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na vipata. Ijapo wengine wameniahidi wataniletea na wengine wananipa. Chekeni amepata fursa ya kukutana na kuteta na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kasim Majaliwa. Nimebahatika kukutana na Waziri Mkuu naye anakuwa na macho kwa macho, alhamdulillah, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na pia kanadi vitu mbalimbali ambavyo kwa sasa ananiambia nikaongea na katibu wake, nimwelekeze vitu ambavyo sina vitu na vitu ambavyo navihitaji. Katika maadhimisho ya miaka ishirini ya chuo kikuu cha waislamu Morogoro, waziri mkuu Kasim Majaliwa amemzungumzia Chekeni kama mwanafunzi wa mfano. Kuna mwanafunzi wetu anaitwa Chekeni Salumu. Hapa ni mfano kuigwa kwa chuo kumpokea kijana Chekeni Salumu na kuendelea na mafunzo akiwa hapa chuoni. Chekeni Salumu ni kijana ambaye uh, amezaliwa akiwa hana mikono namembaa kusoma kwa bidii na kutumia miguu kuandika na kufanya shughuli zake za kielimu. Elimu na ushahidi wa wazi wa mazingira hayo ni hapa chuoni. Mwanafunzi huyu ameishukuru Azam TV pamoja na wadau waliojitokeza kumsaidia. Mimi niseme nawashukuru sana Azam Media. Mungu azidi kuwabariki pia, midia yenu ifike mbali dunia nzima. Pia nawashukuru chuo cha Waislamu Morogoro Eh, wadau wote wale nisaidia katika kunifikisha kwako Azam Media, pia shirika ambalo ambao limesomesha kuanzia darasa saba mpaka nimefikisha chuo kikuu, Kalamu Education Foundation na wadau wengine wote, pia na Mzumbe University of Morogoro Di. Mimi ninachoahidi nitasoma kwa bidii na nitafikia malengo yangu, kwa maana sheria bora, pia kuwasaidia wanyonge ambao wana changamoto wanaendesha kesi zao wa hawana hela, mimi nitawasaidia inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Chekeni Athmani ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza na anasomea shahada ya sheria na sharia. Teresia Mwanga, habari wikendi, Morogoro <mulia>